Unajelewa, unajielewa wewe mwanaume. Una akili kabisa timamu zimetimia huko kichoni kwako. Eh? Mimi jua utafanya jambo la maana, utatoka na vitu vya maana huko kijijini, utaniletea mambo mazuri, nipate kufurahi mkeo, ni relax, umeenda huko umeenda kunichukulia zigo, litoto ambalo mimi silijui, zezeta, nije niishi nalo huko ndani. Kweli? Eh? Kama unataka unataka mtoto na una shida na mtoto, sunitie mimba mimi nizae. Au unaona mimi labda siwezi nikakuzalia wewe ndio umeenda kulichukua hili mtoto. Mke wangu maneno gani lakini. Nazungumza hayo? Unazungumza maneno makali sana mbele ya mtoto. Lakini maneno makali, nilikutuma mimi uende ukachukua ile mtoto, nilikuagizia hata kama mke wangu, lakini haikupaswa uongea hayo maneno magumu kiasi hicho. Ungesikiliza kwanza, tungemsaidia mtoto. Kuna ubaya gani, mke wangu? Au mtoto anakupunguzia kitu gani? Ungefikiria kwanza, mtoto ni yatima, soko tu nimemchukua. Yani huyo anashinda na mambo haya mawili uweke kichwani kwako, uendelee kuishi na mimi au uishi na chikarago chako, lakini mengine magumu sana usiongee mbele ya watoto. Basi unaona, mtoto watu kaja juzi tu, unaongea maneno magumu kiasi hicho. Ndio uchague. Lakini mke wangu usinishike.